Naitwa Beni. Karibu katika channel ya Beni Kuku Farm. Leo nataka niwaelekeze jinsi gani unaweza ukatumia kifaa hiki hapa. Yaani ukakitengenezea ukakiunganishia kwenye bluda ambayo ile bluda inazalishwa joto kwa kutumia taa ili iweze kujikontrol yenyewe joto kwenye vifaranga. Je, unakifahamu hichi kifaa? Hichi kifaa kinaitwa DMW F3 na mbili. DMW F3 na mbili. Sasa hiki nataka nikiunganisha kwenye umeme, then nitawaelekeza jinsi gani unaweza ukaseti joto ambalo linahitajika ndani ya vifaranga na yenyewe ikawa inakusaidia kukontrol kiango cha joto kwenye vifaranga ili uwache kuangaika kusogeza ta juu kushusha chini. Twende tukaone jinsi gani unaweza ukaunganisha. Sasa hapa mimi na connector. Hizi zinaitwa connector, Hizi kazi yake ni kwamba kwa ajili kwa ya kuunganishia nyaya. Sasa kuna huu waya wangu hapa, huu wa kuchomeka, mi nitachomeka kwenye umeme. Sasa we utakuwa umeongesha direct kutoka kwenye nini, yani kwenye umeme. Kwa hiyo mimi nitaenda kufanya nini? Kuunganisha moja kwa moja hapa kwenye kifaa changu, nitaunganisha kwa uzuri nao nao, nitaunganisha baada hapo, nitamaliza nitamalizia kuunganisha nita

Hapo tayari nimesha unganisha, na hii taa ni taa kwa ajili ya joto. Sasa nataka nyon, nyon, ni washa hapa, ili ni kuoneshe jinsi gani utaweza kuseti joto. Nilichomeka hapa taa yangu imewaka, na hapo ukiangalia utakuta inasoma 23.6. Hii ni joto ambalo linasoma kwenye mazingira ambayo nipo kwa sasa. Ili kuseti joto, basi mimi nitachukua huu wa yangu wa sensa na kusogeza hapa, nione kwanza kama hiki kifaa kinafanya kazi, kwamba kikifika 38 nitakiwa kifanye nini? Kizime. <coughs> kwa hiyo mimi nitasogeza hapa huu wa sensa ili upate joto Okay, ukiona angalia hapa utakuta namba zinafanya nini zinapanda, utakuta namba zinapanda. Hichi kifaa tumesema kwamba unaweza ukakiunganisha kwenye bluda, hizi taa zikazi zinazalisha umeme na hichi kifaa kikawa kina control, kwamba joto likitaka kuzidi kizime taa na joto likitaka kupungua kulingana na kiwango ulicho seti liwashe Ndo kazi ya hichi kifaa. Ni muhimu sana kwenye bruda za vifaranga, ili kukuwa na vifaranga wenye afya bora na wanaokua haraka bila kupata stress kutokana na kuzidi kwa joto au kupungua kwa joto. Asante kwa kunisikiliza. Hebu twende tufuatilie, ili tuone kama kifaa hiki kitaweza kuzima taa au hakitaweza. Joto hilo linapanda, hilo tayari imefika 34, angalia ikifika 38 hiyo angalia, hapo iliyofika thelathini na nane kimezima taa. Kwa hiyo baada ya kuzima taa itaanza kushuka hadi pale ambapo nimeseti. Nilikuwa nimeseti 37.6 ndo maana kikawasha. Hebu tujaribu tena, angalia tena thelathini na nane ime, ime, imefanya nini? Imezima, ikifika 37.6 saba itajiwasha Angalia sasa hivi itajiwasha. Hapo umeona kifaa hiki kinavyofanya. Asante kwa kunisikiliza. Video inayofuata nitaeleza jinsi gani unaweza kutumia batani hizi kwa ajili ya kufanya ya kuseti joto. Kama ni mara kwanza kuingia katika channel hii, please subscribe hapo chini, like video, unaweza ukashare ila ukumbuke utakapo subscribe washe na kengele, ili tukavweka video inayofuata ambayo itaeleza jinsi ya kuseti, uweze kuipata kwa wakati. Asante sana.